sana. Asante. Umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mtokea Kinondoni uh -huh. Hapa nimepasikia aunti yangu ndo aliniambia. Anti yako? Ndio, kwa sababu kuna unasema nilikuwa nafanya kazi uh -huh. Kukule, na mshala, okay. Kwa kula nilikuwa nasumbuliwa na mshahara, jinsi ya kulipa mshahara. Kwa nikamuelezea aunti yangu uh -huh. Akaniambia kuna kazi uh -huh. Lakini ni kazi ya mkataba ndio kwa nikamwambia niunganishia ndo hivyo. Ndiyo, akakuunganisha? Ndiyo, akaniunganisha. Okay, kule ulikokuwa alikuwa anakulipa shinga? Kule nilikokuwa mwanzo, elfu hamsini. Elfu hamsini. Kwa mwanzo alikuwa analipa elfu hamsini elfu hamsini, ndiyo, lakini yeah, ile yenyewe analipa yaani sio kila mwisho wa mwezi anakupa, saa ingine anakusubirisha, saa ingine anakukopa afu akurudishie. Eh, na ulikaa hapo muda gani? nilikaa miezi tisa. Nilikuwa nalea watoto, alikuwa na watoto watatu ana watoto watatu, mshahara elfu hamsini, bado akupe mara asikupe, Ndi. mara akupe, mara akupe mara akukope Ndi. Jamani Ko, changamoto hivyo, ndo nikamua niache uache kazi ndimemwelezea e. e. anti yangu akasema kuna kazi huko, sijalikuta kwenye Instagram siju wapi mm. nakafuatilia akaniambia, nikupeleke kule kama uko tayari mm. nikamwambia, ma niko tayari mm -hmm nakaulezea huko, akasema huko kazi zipo mmm mm, na akanileta mmm ndio aise mm. Haya, hongera wewe, uliweza kupata, aunti yako akakuelekeza. Asante eh, hongera sana, yaani nampa big up sana huyo aunti yako, kwa sababu watu wanafikiri kazi za malezi ni kazi rahisi. Ulikuwa unalea watoto wangapi? Watatu. Mmoja alikuwa miaka saba mhm, mwingine miaka minne mhm mm, -hmm. mene, mm -hmm. na mwingine nimekuta na miezi sita nimemlea mpaka afika mwaka mmoja na nusu. mhm watoto wote wadogo ndio unawalea, ndio. Alafu mtu anakulipa mshahara mdogo sana elfu hamsini alafu hiyo elfu hamsini bado asikupe kwa wakati, ndio. Na akikupa bado aje aikope. Jamani, naomba mnyie mabosi wa staili hiyo, unazaa watoto hujajipanga. Lea watoto wako, kalea watoto wako, kalea watoto wako, wako. Acheni watoto wa watu kuwatumia vibaya. Huu ni ukatili na unyanyasaji sawa eh? We umepata anti yako amekwambia. Mimi nawaambia nyie, ambao kuna watu wengi mnashuhudia watoto mabinti wa watu wengi wanafanyishwa kazi kama hivi, hawalipwi vizuri, vimishahara vyenye vidogo, ndio hiyo elfu hamsini analea watoto watatu, bado mshahara apewi kwa wakati na bado akimpa anamkopa. Hapana, hapana, hapana. Huyu mtoto amepata bahati, ndugu yake anatufahamu katufatilia aka alivyosikia anapitia hizo changamoto amemwambia, amekuja huku huku. Kweli atakwenda ataanzia mshahara wa laki moja, na sasa hivi mmesikia system yetu, akienda kufanya vizuri akirudi, anaenda laki na nusu, wakifanya vizuri wanaenda laki mbili. Hiyo ndo system mpya, na watu watalipa, wako watu ambao watawalipa vizuri, mmesikia? E, usiogope kutoka kwa bosi ambaye hakulipi vizuri, kazi zake ni nyingi, unalipwa kidogo na bado anakulipa kwa ubabaifu. Hapana, wafanye kazi zao wenyewe. Ndiyo eh hey, fanyeni kazi yenu wenyewe. siwe mwenyewe, umeamua kuanzisha maisha yako, si umeamua kuolewa, kuzaa, kana mumeo mshike, watoto wenu mwalee, watoto wenu. Lakini sio mkachukua watoto wa watu afu mwanze kuwatumikisha na msiwalipe. Hapana, sijui mmenielewa eh? Hapana, yani hapana, hapana, hapana. Kuna watu wengi ambao wana uwezo wa kuwalipa vizuri yani, kazi za ndani. Msichana, usikubali kufanya kazi za ndani kwa viwango hivyo vya chini kabisa vya mishahara. Usikubali. Hizo ni hela ndogo. Mwingine kaja juzi tu hapa ati elfu thelathini. Alafu analea watoto. Eh? Elfu thelathini kwa mwezi kweli hiyo hela inamsaidia nani? Ita itamsaidiaje? Na, ita, ita, ita, ita eh ndio kwa sababu afu hata kumwambia niongezee anasema tumie wafanyakazi wangu wote na walipa bei hiyo. Eh eh wafanyakazi wake wote wanalipa bei hiyo. Mm. Yaani natamani wat, wasichana wote wangenisikia bosi wako ambaye anakwambia hivyo, mwache afanye kazi zake, nenda sehemu ambazo utalipwa vizuri. Njoo huku Wadada Center, wadada wetu wanalipwa kwanzia laki moja, na sisi hapa kwetu laki moja ni hela ndogo sana. Yaani, laki moja sio mtoto. Laki moja uende ukampe dada wa watu, majukumu nyumba nzima unataka ibebe kichwani, kisha unamlipa laki moja? Hapana. Laki moja, ukae na wewe ufanye naye awe majukumu ya ndani, msaidiane, ndio ndio dada wa laki. Vinginevyo uweka wadada wawili Una watoto zaidi ya mmoja, weka wadada wawili, sio unaweka mdada mmoja unamlundikia mikazi bado, kihela chenyewe unachomlipa kidogo. Hapana. Kwa hiyo moja ya awareness ambayo naifanya ni ya wasichana kuweza kupata yani wapate akili, sasa waamke, yale mambo ya kufanyishwa kama kazi mingi hela kidogo, zama zimeisha. Sasa hivi janjaruka, kuna sehemu watu wanalipa vizuri na majukumu yanakuwa sio mengi ya kukuua. E, na ubabaifu juu umlipe mtu mara uende ukamkope mara usimlipe. Hapana e, kwa hiyo jamani, kama kuna ndugu zenu wanafanya kazi kwenye nyumba za ubabaifu kama hizo, waachieni kazi zao wafanye wenyewe kama wanataka, wasi hawakuambiwa wazae ili wawachukue watoto wa watu wakawadhulumu, si ndio eh? Yaani, mm. Wewe kwa raha zako umeamua kuanzisha mji wako, umeamua kuanzisha familia yako kwa starehe zako, alafu wewe unataka mtoto wa mtu aende maisha yake ya ukayamalizie pale, umpunje kisa wewe una watoto? Hapana, kaa chini, lea watoto wako. Baada ya kutoka kule kwa bosi wako na kuja huku, malengo yako ni nini? Malengo yangu kwamba nimefika huku mm -hmm ili nitafute pesa ambayo iniwezeshe kupata angalau mtaji mm -hmm. wa kuanzisha hata biashara, maana mm -hmm. ma na malengo ya kufuga kuku, nataka mm -hmm. nifuge kuku wa biashara. Okay de... unafugia wapi? au, kuku nitafugia kuku kijijini. Kijijini ni wapi? Songea. Ndo Songea. Nyumbani eh, kule nitakuwa natumela wazazi waninunulie kuku mm -hmm. kuanzisha kufuga. Okay, ndio baadaye nitaendeleza mwenyewe baadaye utaendeleza mwenyewe. Ndiyo. Okay, sawa kabisa, haya basi, karibu sana Dada Jenifer. asante na shukrani. E, lini ulianza kazi, mwaka gani ulianza kazi za ndani? Kazi nimeanza mwaka jana, mwaka jana ndio ulianza? Ulitokea moja kwa moja Songea? Ndiyo. Okay, ilikuwaje, yani ilikuwaje, kwaje mpaka ukafika kwa bosi wako? mara no, ya kwanza nilianza mm Tegeta, Tegeta. -hmm. Nilianza kazi ya kwanza kwanza, nilifanya miezi miwili pale, kulikuwa na changamoto. Changamoto gani? ilikuwa ni, ni kumlea kumhudumia mbibi mgonjwa, alikuwa ameparalize. mgonjwa bibi alikuwa ameparalize? Ndio. kwa hiyo wewe ndio ulikuwa unamuhudumia? Ndio. wakati wewe mimi... ulikuwa na umri gani? Wakati huo nilikuwa na miaka 21. miaka 21. sasa hivi una miaka mingapi? 22. 22, kwao ni mwaka jana? Ndiyo. Ehe, kwa nikafanya pale, lakini nilikuwa siwezi kwa sababu alikuwa amenizidi, um, mzito mjio. uh-huh. Yani ma, ni mzito ndio, yaani -hmm. yani jinsi ya kumhudumia ma, unatakiwa umhudumie nini na nini? Kumu, yani kumuogesha, kumuogesha, kumwandalia chakula kumlisha chakula na kumlisha e, kumfulia nguo. Lakini sasa masharti, kulikuwa na masharti, masharti ni magumu. Masharti kama nini? Yani tulikuwa tunapangiwa muda wa kumpikia uh -huh. chakula, yani ikifika uh -huh. saa, anakula kwa masaa uh -huh. kama asubuhi kala saa saa mbili kanywa uji uh -huh, atakula saa tisa chakula cha mchana uh -huh, usiku saa tano atakula nachelewa uh -huh. Kulala, kulala. Saa saba au saa nane uh -huh. Na mnaamka saa kumi na moja okay? E, kazi ikawa ngumu kwako? Ndio. okay. Kwa nifanya miezi miwili nikaacha. Miezi miwili ukaacha? Ndo nikaenda huko huko kwenye hiyo kazi nyingine sasa, ambayo umekaa miezi miezi Tisa, miezi tisa huko. Kidogo huko changamoto ya kwenye miezi tisa, changamoto ndio hiyo ya malipo, mshahara mdogo na bado unalipwa, haulipwi kwa wakati mlipu. na bado atakukopa. Lakini huku kwa bibi, huku ulikaa miezi miwili kwa sababu e, kazi ilikuwa ngumu. Kazi ni ngumu, ni ngumu kumlea bibi ambaye ana, ame paralyze ana, namsaidia kila kitu kila kitu. Hawezi kwenda kujisaidia mwenyewe. Hawezi hata kuongea, hawezi kwenda, hawezi kwenda chooni mwenyewe. Nyie mlikuwa watu wangapi mlikuwa mnamsaidia? Wadada wawili wa kazi. Ulikuwa ni wadada wawili. Na huyo huyo bibi alikuwa anakaa kwa nani? Alikuwa mm. So yaani anamwita kama mama mdogo. Eh, kwa ya ya mama mdogo hiyo eh, mwenyewe alikuwa msaidii, huyo mama yake alikuwa mdogo, alikuwa na shida ya mguu. wafanya kazi ndio? Ndio, mnamsaidia. Okay, lakini ndio hivyo, kazi yenyewe ilikuwa ngumu Ndiyo akaficha. Mshahara ilikuwa ni elfu sabini nikamwambia ongeze angalau ifike laki moja alikataa. Alikataa. Ndiyo. Kwa hiyo ukaacha mshahara wa elfu sabini ukaenda kwa elfu hamsini. Ndiyo. Kwa nini? Kwa <coughs> sababu tukoe niona hali kazi ngumu siwezi. Mm. Nikasema niende hata huko. Mm. Huko kwa elfu hamsini sikuambiwa mshahara kwa sababu dadaangu kuna dadaangu anitafutia hiyo kazi ambaye ni rafiki yake. Mhm. Mm, kwa hiyo tukaenda kule. Mm. Nikajua hapa nitalipo hata elfu sitini. Mhm. Mm Nilifanya pale kazi akawa analipa elfu hamsini. Mhm. Nikamwambia niongezee mshahara, ndiyo akaniambia hivyo kwamba mimi nalipa elfu hamsini, silipe sitini na zaidi. Mhm. kwa sababu nikaendelea, nikasema ngoja nikae. Nikakaa, lakini nikaona yaani mambo hayo sawa yeye. Saa nyingine anakuchelewesha kama hivyo, mhm, au saa nyingine anakukopa na kuazima, afu akurudishie, afu akurudishie kwa. Nikakaa baadaye nikashinda kuvumilia, nikasema natafuta kazi nyingine. Center, nita kama mm. mm -hmm. nika ah, okay sawa. Kwa hiyo hapa uh, nataka mabosi, mnao mnaotafuta wafanyakazi wa ndani mjue, kwanza tunawaambiaga majumbani kwenu kuna kazi ngumu sana, ukisikiliza dada Sofia hapa uh, dada nani, yeah. Jenifer. Jenifer. So, okay, kata, kwa, au, dada Jenifer aa, kuna kitu cha kujifunza kwamba sehemu aliyotoka kufanya kazi nimesikia vizuri kabisa. Ndio maana sisi, watu ambao wanawagonjwa, watu ambao wameparalyze, watu ambao hawezi kujisaidia wao wenyewe, tunawaambia wanahitajika waweke manesi. Sasa mwangalie Jenifer, eti ni mtu ambaye amewekwa na mtu aliyoparalyze, amsaidie, amwinue E, mlikuwa mnampeleka chooni au alikuwa anajisaidia mnambadilisha pale pale, mnambadilisha pale pale pale. Pale pale. E, hembu ona jamani, nyie wenyewe wenye ndugu zenu hizo kazi zinawashinda, mnaenda kuwachukua watoto wa watu huko, mnakuja mnawatwisha majukumu mazito, mazito mazito, na bado mishahara yenyewe ndio hivyo. Sisi hapa kwetu kwa kweli kwa picha, mtu ambaye ana mtu ambaye ni mgonjwa nyumbani aweke nesi, na manesi mishahara yao ndio hiyo, inaanza laki tano ndio uweze kupata mtu wa kuhudumia, lakini kwenda kuchukua dada wa kazi ambaye ni wakazi za kawaida, unaenda kumtwisha majukumu makubwa makubwa kama hayo, sio sawa. Na wadada mnaonisikiliza, yani mjiongeze Sio tu kila kazi unafanya kuna kazi nyingine ni ngumu sana. Basi una, kuna yani, kuna kazi ambazo hu, huziwezi kuzifanya. Kwa hiyo sio ajabu dada Jenifa alishindwa na akaenda sehemu ya mshahara elfu hamsini amekaa miezi tisa. Kwa nini? Kwa sababu angalau huko alikoenda kulikuwa ni majukumu ya kawaida, si ndio, dada Jenifa te? Lakini changamoto ndio hivyo, akakutana na mwingine. Nani? hawa mabosi wengine ambao hawa, hawa yani hawa, hawa awaangaliwa dada vizuri. Dada anakufanyia kazi nzuri, basi na wewe muangalie. Eh, akashindwa kumlipa vizuri kwa wakati. Dada ndio akashindwa hapo. Kwa hiyo nachotaka ku awareness nayoweka hapa ni kwamba msiishie tu kusema wa dada siku hizi hawakai, wa dada wa kazi wa sahihi, sio wamekuaje? Nyumba zenu zina kazi ngumu, zina kazi nyingi, na bado mko katika malipo yale ya kizamani sana, yaani unataka umlipe mtoto wa mtu kila kidogo na makazi ni mengi, yaani hakuna hiyo kitu, haiwezekani. Kwa hiyo wadada, kwa wadada ambao mtapata ujumbe huu Angalia kazi unazofanya, linganisha na mshahara unaopewa. Wajinga ndio waliwao, asikudanganye mtu oh, ukae tu kwa msaada. Hakuna kitu kama hicho hakuna Mungu, amekupa nguvu nguvu. Zako ukiwa nazo bado, binti, fanya kazi kwa faida, fanya kazi. Ndio maana nawaambiaga hata wanawake, mambo ya kwenda kukaa unapikia bwana mwanaume miaka yako yote mpaka unazeeka, ukijia kupiga hesabu hakuna chochote ulichopata kwenye maisha yako, ni upumbavu na ujinga. Wekeza, anza kufanya kazi, anza kutafuta pesa. Hakuna ubaya mtu kama anataka umfanyie kazi zake, akulipe vizuri. Sasa kama wewe mwenyewe uwezi kubageni ili ulipwe vizuri, nenda kwenye taasisi kama za kwetu ambazo zinaweza zikakusaidia ukapata maslahi mazuri. Lakini huku kwetu tunataka watu ambao wanataka kufanya kazi kwa utaratibu maalum, sio mambo tu ya kukurupuka kurupuka ovyo ovyo. Hapana, tunataka kweli mchape kazi, mfanye kazi kwa bidii, lakini ulipwe kulingana na kile unachostahili. Ukija huku kwetu, hautaenda kufanyishwa kazi ambazo sio saizi yako, kama hivyo upewe wagonjwa, uwalee, uwatunze, alafu unalipwa mshahara mdogo sana. hapana Hapana, hicho kitu hakitawezekana. Kwa hiyo kwenye taasisi zetu tunaweza kuwasaidia, tunaangalia kazi kazi za ndani ambazo kweli ni za ndani, na zile kazi ambazo sio za ndani, kama hizo za kulea wagonjwa, tunawashauri watafute wataalamu ambao wanaweza kuwasaidia au wafanye wao wenyewe. Sawa, eh, kwa hiyo huu ni ujumbe kwa wadada, na narudia tena, wajinga ndio waliwao. Skaya hapo ukasema, oh, mimi tu n niko hapa nasaidia tu, nasaidia tu, umri wako unaenda, muda unaenda, huyo hata kuhurumia. Umeona huyu nani, Jenifer ameenda kufanya kazi mahali, mtu hata mshahara hamlipi kwa wakati na bado anamkopa na akimkopa hamlipi. Yani hao, msifikiri hao mabosi wanahuruma sana na nyinyi, sio kweli Sio kweli kwamba wana huruma sana, wanajiangalia wao tu. Ni wabinafsi mno, mabosi wengi ni wabinafsi. Ndio hao unasikia wanachukua wadada kwetu, wanaenda wanawaambia wadada oh, usirudi tu pale, yaani wanataka, wanawarubuni wadada wasirudi kituoni wakimaliza mikataba waendelee juu kwa juu huko. Wewe unafikiri hao watu ni watu wazuri eh? Sio, hawana huruma hmm. Na, na wadada sio kwamba wanawahurumia. Kwa hiyo na nyie kaeni kibiashara, kaeni kikazi, lazima ufanye nyu, kazi kwenye nyumba ambayo ina- unalipwa kile yani kuling, unalipwa kulingana na kazi unazozifanya unapata staiki yako naelewana eh? mambo yakwenda kufanyishwa kazi kama hizo za kuguza wagonjwa halafu kwa mshahara mdogo kama huo, hapana. Halafu unalala saa saba usiku unaamka saa moja asubuhi, hapana. Kwa hiyo hiyo ndio awareness kwenye hii video ya Dada Jenife niitaka iende hiyo awareness, sawa? Kama mna ndugu jamaa na marafiki mnaona wadada ambao kwa kweli yani wanafanya makazi ambayo sio yani hayaendani na kile wanacholipwa, wasaidieni mawazo, sio ubaya. Mwambie dada, piga simu Wadada Center kule, utapata mshahara mzuri na watasimamia, utafanya majukumu yanayostahili yanayoendana na kazi za ndani. Yes. Ndio hivyo nimeshasema, mimi ndio rais wa wadada se, wa wadada Tanzania nzima <laughs> eh, si ndiye eh. <coughs> <coughs> Hey, mimi ndio na rais wao wa wafanyakazi wa ndani Tanzania nzima. Mimi wakati enzi zangu nafanya sikupata mtu wa kunisimamia kuniongoza vizuri kwamba eh, yaani kazi nilizokuwa nafanya nilikuwa natakiwa nilipwe vizuri zaidi, lakini nilifanya makazi mengi, mshahara ulikuwa mdogo. Sasa hicho kitu lazima nikifanyie marekebisho. Ndio maana nataka wasichana wanaopita kwenye taasisi yangu lazima nisimamie wanaenda kufanya kazi gani na wanalipwa kiasi Yani. Yeah. Yani ndo hivyo yani, message sent and delivered. Haya, karibuni, haya karibu, karibu. Utapangiwa kazi sehemu nzuri, utakwenda kufanya kazi. Fanya kazi kwa bidii, lakini utalipwa kulingana na kazi unazozifanya, na bosi asipokulipa akileta longolongo, tutamalizana naye. Sawa, umeelewa? <coughs> e, yani sasa hivi usiwe na wasiwasi, umefika sehemu salama kabisa. Asante, haya, karibu Saan.